Wanajeshi ishirini waliokuwa kwenye ndege ya mizigo ya kijeshi iliyoanguka nchini Georgia wamefariki hii ni kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Uturuki. Ndege hiyo ya C-130 si ilikuwa imepaa kutoka Ganja Azerbaijani na ilikuwa njiani kurudi Uturuki. Ilipoanguka Jumanne katika manispaa ya Sinang ya Georgia karibu na mpaka wa Azerbaijani. Hata hivyo chanzo cha ajali hiyo bado hakijulikani na kinachunguzwa. Timu ya uchunguzi wa ajali ya Uturuki ilifika eneo la ajali mapema Jumatano asubuhi na ilikuwa ikikagua mabaki ya ndege hiyo kwa ushirikiano na mamlaka ya Georgia. Wizara ya ulinzi ya kitaifa ya Uturuki imeeleza, mabaki ya ndege hiyo baada ya ajali yalikuwa yametawanyika katika eneo la ardhi ya kilimo na yamezungukwa na vilima. Uchafu kutoka kwa ndege hiyo ilikuwa umetawanyika karibu katika kila eneo. washirika wetu mashujaa wa kijeshi mnamo Novemba 11, 2025 wamefariki wakati ndege yetu ya mizigo ya kijeshi ya C-130 ambayo ilikuwa imeondoka Azerbaijani ikielekea nchini kwetu imeanguka karibu na mpaka wa Georgia na Azerbaijani, waziri wa ulinzi Yasagula alisema katika ujumbe uliotumwa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X zamani Twitter, pamoja na picha za wanajeshi waliouawa. Hata hivyo, Novemba 11 siku ya Jumanne, shirika la Anadolu la Uturuki linaloendeshwa na, na serikali ya Uturuki lilinukuu mamlaka ya anga ya Georgia ikisema kwamba mawasiliano ya ndege hiyo yalipotea dakika chache baada ya kuingia anga ya Georgia. Ndege hiyo haikuwa imetoa ishara ya msiba, taarifa hiyo imeeleza. Ndege ya mizigo ya kijeshi ya C-130 hutumiwa sana na vikosi vya Uturuki kwa ajili ya kusafirisha wafanyakazi kazi na kushughulikia shughuli nyingine za vifaa na kubeba mizigo. Uturuki na Azerbaijani zinadumisha ushirikiano wa karibu wa kijeshi kwa miaka kadhaa, ikiwa ni pamoja na ushirikiano hata nyakati za vita. Raisi wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na maafisa wengine wa Uturuki Hudhuria sherehe za siku ya ushindi ya Azerbaijani huko Baku mnamo Novemba 8, 2025 kuashiria mafanikio ya kijeshi ya Azerbaijan dhidi ya jirani yake Armenia katika udhibiti wa eneo la Karabakh mwaka wa 2020, inayojulikana na kimataifa kama Nagorno Karabakh, mzozo ambao ulidumu kwa takribani miongo minne. Haikubainika wazi mara moja ikiwa wanajeshi waliokuwa kwenye jehana hiyo waliohudhuria sherehe hizo ama la. Rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev na waziri wa mambo ya nje wa Georgia Maka Botorivels wametoa rambirambi zao kwa wenzao wa Uturuki kutokana na ajali hiyo ya Jumanne Novemba 11. Tumeshitushwa sana na habari za kupotea kwa maisha ya wanajeshi wetu katika ajali iliyotokea katika ardhi ya Georgia. Aliyevu alisema katika ujumbe kulingana na shirika la habari la Anadolu la Uturuki. Balozi wa Marekani nchini Uturuki Tom Barak ametoa rambirambi zake na kuthibitisha mshikamano wa Uturuki na na Marekani huku naye katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pia ametoa rambirambi zake kuwa enzi wanajeshi waliokufa, na akiwashukuru wafanyakazi wake wote wa NATO kwa huduma yao baada ya ajali hiyo. Hata hivyo, hadi sasa bado hakuna taarifa kuhusu mipango ya mazishi na lini mabaki yangerudishwa nchini Uturuki. Ajali hiyo ya ndege imeua takribani watu kumi na watatu ambapo wengine ni wanajeshi na wengine ni wahudumu wa ndege. Ripoti ya ajali za ndege kwa mwaka huu zimekuwa ni kubwa sana, ambapo moja kati ya habari kubwa zaidi baada ya ajali ni ile iliyotokea nchini India iliyoua watu wengi kwenye hiyo ajali, huku mmoja pekee akinusurika. Na ajali nyingine ni pamoja na ya Kenya ambayo imetokea mwezi uliopita, sambamba na ajali nyingine zilizotokea nchini Uingereza zaidi ya mara moja. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.